Jumuiya ya Wafanyabiashara Tanzania mkoa wa Mwanza tunalaani vikali tukio la kutekwa kwa mfanyabiashara na mwanachama wa Jumuiya ya Wafanyabiashara Tanzania ndugu Daniel Chonchorio Nyemhanga, siku ya Jumapili tarehe 23 mwezi wa 3 2025. Aidha, tukio hilo baya la utekaji ambalo limemkuta ndugu Chonchorio Nyemhanga, sio kwamba tukio hili limeleta taharuki limeleta hofu na taharuki katika familia husika pekee, lakini pia limezua hofu kubwa sana miongoni mwa wafanyabiashara na wananchi kwa ujumla wa jiji la Mwanza, kwani wafanyabiashara katika tukio hili tunajiona kwamba tuko hatuko salama sisi na mali zetu, kutokana na vitendo hivi vya utekaji kuendelea kumea kila kuchao. Jumuiya ya Wafanyabiashara Tanzania mkoa wa Mwanza tunalipongeza jeshi la polisi kupitia kwa kamanda wa polisi wa mkoa wa Mwanza afande Wilbrod Mtafungwa kwa taarifa yake juu ya tukio hili ya tarehe 24 mwezi wa 3 2025 kwamba walipokea taarifa ya, walipokea taarifa ya tukio hili na kuanza kuchunguza, kuchunguzwa kwa jambo hili mara moja. Pamoja na taarifa ya kamanda Wilbrod Mtafungwa ya tarehe 24 mwezi wa 3 2025 katika kushughulikia jambo hili, Jumuiya ya Wafanyabiashara Tanzania mkoa wa Mwanza tunaomba tunaomba jeshi la polisi kuongeza nguvu katika kumtafuta mfanyabiashara huyu, kwani tunaona hayupo katika mikono salama. Hata hivyo, kupitia kikao chake kamanda mtafungwa cha tarehe 22 mwezi wa 3 2025 baina yake na wafanyabiashara kilichofanyika katika ukumbi wa Gant Hall ambapo ajenda kuu ilikuwa uh, kuzungumza, kuzungumzia ulinzi na usalama wa wafanyabiashara. Uh, kutokana na kauli mbiu hiyo tuna imani kwamba jeshi la polisi litaendelea uh, kuimarisha ulinzi kwa wafanyabiashara na mali zao katika jiji letu la Mwanza, ili shughuli za biashara ziendelee kufanyika kwa amani na utulivu na kuchangia pato la taifa katika kulipa kodi lakini tunaamini jukumu kubwa kabisa la jeshi la polisi ni kuhakikisha kwamba wamelinda raia na mali zao. Na, na, na, na hii na huu ndio msisitizo wetu kabisa kwamba uh, jeshi la polisi liimarishe ulinzi ili kusudi wafanyabiashara waweze kufanya biashara wa yao kwa amani na utulivu, na huku tukiendelea kulipa kodi na michango mbalimbali mbali ya taifa hili ni kwa ajili ya kuliendeleza taifa letu. Kwa hiyo tuna tuna msingi na uhakika mkubwa kwamba uh, jeshi la polisi litafanya kazi yake na kwa uweledi wake kuhakikisha kwamba hawa wote waliopotea wanapatikana ili kuondoa taharuki ambazo zimekuwa zikitokeza mara kwa mara na ambazo kwa namna moja ama nyingine zinaweza uh, kukwaza katika hali ya kiuchumi ya, ya eneo zima la Mwanza na Tanzania kwa ujumla. Leo ni siku ya tano toka kutoweka kwa Bwana Chonchorio, na hii ndio inatuonyesha kwamba kwa, uh, kwa ndio inatuonyesha kwamba kutokana na taarifa ile ya tarehe 24 ya mwezi wa tatu, 2025 ya kamanda uh, Mtafungwa, ni kwamba uh, pengine uh, Bwana Chonchorio hakamatiliwi kwenye uh, vyombo vyote vya, vya haonekani kwenye vituo vyote vya polisi nchi nzima na kama ndo hivyo, tunaamini kwamba sasa Chonchorio ana kama anaendelea kushikiliwa na wahalifu, na kama ni wahalifu sasa, jukumu letu kubwa sisi wafanyabiashara, wananchi na familia kwa ujumla, jambo la kwanza lilikuwa ni kutoa taarifa kwenye vyombo vinavyohusika ili kusudi wachukue hatua, na kwa namna hiyo na kwa statement ya kamanda Mtafungwa, ni maana kwamba wamechukua hatua za za dhati kuhakikisha kwamba Uh, jambo hii uh, mfanyabiashara huyu anapatikana, lakini mambo haya pia yakikomeshwa, kwa sababu hii taharuki uh, ni kubwa. Kwa sababu uki, katika hali ya kawaida ukitizama eh, kama hili linatokea kwa mfanyabiashara uh, wa aina hii bwana Chonchorio, maana yake hatujui kesho yake atakuwa ni nani na kwa sababu ipi na katika maeneo yapi. Kwa hiyo hii taharuki ni lazima ishughulikiwe kwa namna ya pekee sana ili kuweza kuondoa Uh, mikanganyiko inayoweza kujitokeza na kuendelea uh, kulinda uchumi na biashara za Watanzania. Chonchorio ni, ni mfanyabiashara mkubwa na amekuwa na, na, ni mfanyabiashara wa ndani na nje ya nchi. Kwa hiyo ni mtu mwagizaji wa bidhaa kutoka nje uh, nje ya nchi na kuuza ndani ya nchi, kwa hiyo sisi tunahakika kila uh, kwa wala wasiomjua lakini wafahamu kwamba Chonchorio ni mfanyabiashara mkubwa na anaye ni mwagizaji wa bidhaa kutoka nje ya nchi mataifa mbalimbali, na kuingiza hapa nchini. Uh, kimsingi kuanzia sasa tunaendelea kushirikiana na serikali kwa maana ya jeshi la polisi kuhakikisha kwamba Chonchorio wanapatikana, na hii ukweli ni kwamba eh, wafanyabiashara lazima tuchukue hatua kubwa kuhakikisha kwamba tunashirikiana na, na, na jeshi la polisi na serikali kwa ujumla kuhakikisha kwamba matukio na ya namna hii yanakoma, lakini vile vile E, tutafanya tathmini baada ya, ya, ya kwa kadri muda utakavyokwenda juu ya ushughulikiwaji wa jambo hili na vinginevyo, kama uh, serikali kwa maana ya jeshi la polisi itahitaji uh, msaada wetu kwa maana ya sisi sote, tutaangalia namna ya kufanya lakini tuta, tunafikiria kumtafuta pia e, kumtafuta, kutam, kumtafuta baada ya hivyo e, kama kutakuwa na jambo lolote tuta angalia namna gani nzuri ya kumtafuta, maana kumtafuta mtu lazima uondoke nyumbani. Ukiondoka nyumbani manake aidha familia ama mji umebaki peke yake, na unakwenda kumtafuta mtu. Na sasa ili hatuwezi kumwachia, kuiachia tu uh, jeshi la polisi kumtafuta, lakini si pia tuko kwenye hatua za kumtafuta. Lakini ikiwezekana tunaweza kusitisha biashara tukaendelea tukashirikiana kwa namna moja ama nyingine ya kumtafuta uh, mfanya biashara mwenzetu Bwana Chonchorio na tumekuwa naye tangia zamani. Kwa hiyo namfahamu ni mtu ambaye amekuwa akifanya biashara kwa upendo kwa uwazi, na ana marafiki kila sehemu. Baada ya kuwa hapa Mwanza, mimi pia nimekuwa nikimfahamu kwa shughuli zake ambazo alikuwa anafanya na mimi na shughuli zangu, tulikuwa tunawasiliana mara kwa mara e, tukio hilo lilipotokea, e, tukio ambalo kweli limetushtua kama wafanyabiashara. Kwa hiyo naweza na mimi nikawa na wasiwasi kwamba kwenye kama yeye hataonekana na mimi sitakuwa salama na yeyote yule hatakuwa salama. Kwa hiyo tunachokiomba ni kuiomba mamlaka, hasa serikali, ndio tunayoitegemea naweza wakafahamu, au wana vyanzo vingi vya kufahamu lolote, maana sisi raia tunawategemea kwa ulinzi wetu na shughuli zetu na mali zetu na familia zetu. Kwa hiyo ndo naroomba aweze kupatikana, alafu hii tabia pia ikome. Kama mtu ana shida yoyote ile kwa mtu binafsi asifanye jambo kama ili kuleta taharuki, tuweze kuishi. Kama kuna tatizo mtu amelifanya basi, kuna mamlaka za kutatua migogoro, kuna mahakama, kuna watu, kuna wazee. Hata kama amekosea mtu, kuna jinsi ya kushughulikia swala, kuna marafiki, kuliko kufanya mambo kama haya lisija likatokea tena kwa mtu mwingine. Kwa hiyo itakuwa sio wazo ambalo ni jengefu na kwa usalama wa nchi yetu.